Ulevi na pombe haikuharamishwa miaka kumi na tano ya kwanza arrasul kuchaguliwa kwa Mtume, lakini ilikuja stages. Stage ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala aliizungumzia kwamba neema zangu mwazitumia kutengeneza nazo pombe. Allah asema wa min thamarati an-nakhili wal-a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah akaangazia akasema, na katika neema zangu nimewapatia matunda miongoni haya matunda mwatumia tende na mwatumia anab anab toita grapes zabibu, kabla haijafanya nini, haijakauka mwayatumia katika kutengeneza ulevi hasa. Allah aliashiria tu, hakusema yafaa ama haifai. Arasul Rasul sallallahu alayhi wasallam baada ya kuja katika mji mtukufu wa Madina na Allah amefaradhisha swala. Kuna baadhi ya masahaba hawajawahi kuonja pombe sawaan, kabla mtume hajatumilizwa na baada. Miongoni mwa watu ambao hawakuwahi kugusa pombe ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sasa ilipokuja hii aya kwamba neema zangu mwatumia nayo kutengeneza ulevi, ikaja nukta ya pili. Nukta ya pili nayo, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akaamrishwa na Mwenyezi Mungu, wale ambao wanaokunywa pombe basi wasinywe pombe wakati wa swala imekaribia. Allah akasema, hii ndo level ya pili ya ayuha lladhina amanu la taqrabu lsalata wa antum sukara, enyi mlioamini msikaribieni swala ili hali muko katika hali ya ulevi. Hii ndo stage 2 na hapo masahaba wakawa wakinywa pombe, ima mtu yuwakunywa bada salati lfajr ama yuwanywa baada salati lisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda pale kisha baadaye, katika mji wa Madina, baadaye Allah subhanahu wa Ta'ala akazungumza na waumini akawakataza vitu viwili, akawakataza kunywa pombe na akawakataza kucheza kamari. Mwenyezi Mungu akasema, na hii ndo stage ya tatu ya ayuha lladhina amanu innama lkhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijsum min amali lshaitani fajtanibuu, epukaneni nayo. Iliposhuka aya hii Anas ibn Malik radhiallahu anhu asema: niko pamoja na ammi yangu na masahaba wamekaa, nawatilia pombe na mimi ndo mwenye kuwatilia pombe katika vikombe vyao. Waja wa Mwenyezi Mungu wakawa wametumwa kila mahali, waambieni watu kuanzia leo pombe ni haramu, fajtanibu epukaneni nao, achaneni nao laalakum tuflihun, ili mupate kufanikiwa. Anas asema radhiallahu anhu, nawatilia masahaba pombe, na mtu yuwaja: Jamani, leo mwisho pombe, saa hii imeharamishwa, ameshuka Jibril sahi kutoka mbingu ya saba, ametumwa na Allah jalla jalalu. Masahaba wakamwaga ile pombe.